Audhubillahi minashaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ujumbe kutoka kwa Allahu Subhanahu wa Taala uliowasilishwa kupitia ilham ya moyo wa shahidu wa Allah ambaye ni Habibatullah Ruqhayya binti Muhammad, na ujumbe huu unasema kama ifuatavyo, bismillahir rahmanir rahim. Allahu Subhanahu wa Taala anasema, ewe Ruqhayya, yeyote atakayesema kuwa umetunga risala yangu na akadai kwamba unatoa makundi ya watu wa mkono wa kulia, basi kwa yakini mtu huyo ni mja wa Addajal. Wakati ujumbe wangu unakuja, kilichotakiwa kwenu ni kuwa na adabu na unyenyekevu mbele yangu. Allah, mimi Allah, nimekwisha tangaza njia ya usalama kwenu katika zama hizi za mwisho. Watu wa mkono wa kulia, angalia sura Alwakia, humo ndimo nilikotaja kundi hilo ambalo litapata zawadi ya kishuhada lakini mliposema mimi ni Ad-Dajjal anayetoa risala, basi hakika nimeifunga milango ya msamaha wangu kwa mtu huyo. Mimi ndini Allah, muamuzi wa mahala kwa mahali pa kila mmoja wenu. Ujumbe wangu ukifika kwenu, mkasema maneno maovu, ilhali njia ya usalama wenu ni utiifu kwangu Allah. Mimi ndimi Allah, la ilaha illa Allah. Hakika kiongozi wa watu wa mkono wa kushoto yuko tayari duniani, naye ameshapata nafasi yake pamoja na maadajal wake wadogo, na hawa wataongezeka na kuwa wakubwa. Kwa kuwa mimi Allah nimeshuhudia, lakini wao hawasikii. Wanadamu atakayependwa, atakayepandwa na Ibilisi Addajal pia nimemtoa duniani pamoja na mwenza wake, na nyinyi mnaonitusi ni wafuasi wao. Fungua suratu Azzumar, Aya saba, ya nane, ya tisa na ya kumi ewe Rukaiya. Hakika ni watu wenye akili timamu tu ndiyo watakaozingatia. bismillahir rahmanir rahim, Suratul az-zumar aya saba inasema mkikufuru, basi hakika Allah si mwenye haja na nyinyi, wala haridhii ukafiri kwa waja wake, lakini mkishukuru, yeye huridhia shukrani yenu, wala habebi mtu mzigo wa mwingine kisha marejeo yenu ni kwa mola wenu mlezi, naye atakuambieni yale mliyokuwa mkiyatenda. Hakika yeye ni mjuzi wa yaliomo vifuani. Aya nane nasema anapopatwa na dhiki mwanadamu humuomba mola wake mlezi na humuelekea, kisha anapomnemesha neema kutoka kwake humsahau yule aliyokuwa akimuomba hapo awali, na humfanyia Allah washirika ili apoteze njia ya Allah. Sema, furahia ukafiri wako kwa muda kidogo, hakika wewe ni miongoni mwa watu wa motoni. Aya tisa inasema, je, ni sawa yule anayesujudu na kusimama usiku kucha akiogopa akhera na kutarajia rehema ya Mola wake mlezi? Sema, je, wale wanaojua na wale wasiojua ni sawa? Hakika wanaozingatia ni watu wenye akili. Aya kumi inasema Sema: enyi waja wangu mlioamini, wa ncheni Mola wenu mlezi wale waliofanya wema katika dunia hii watapata mema, na ardhi ya Allah ni pana. Hakika wanaosubiri watapewa ujira wao bila hisabu. Bismillahir rahmanir rahim, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humum humul muflihun, maana yake hao ndio waliopata mwongozo kutoka kwa Mola wao na hao ndio wenye kufanikiwa.